Huwezi kufanya biashara bila kupikwa. Uki, ukiwa mbishi kachukue hiyo hela benki wakuuzie nyumba udhalilike. Hapa mjini kuna hata vikundi vingine vya kukopesha hela, sio vikundi vya kawaida, ni vikundi ambavyo vinawaganga nyuma, yani unachukua hela urudishi. Nakwambia ukweli tulikuwa naye mmoja hapa katikati ka, yani unaenda unamwambia naomba milioni mbili, urudishi anauza nyumba na kuna, kuna saini ya mwanasheria pale, utamfanya nini? Kwa hiyo sio kila anayekopesha hela anakopesha hela. Hakuna mtu mwenye kukupenda wewe, kila anayekusogelea anay, anay kwa lengo la kutaka kufanya dili na wewe, kuna kitu anakitaka. Nimeeleweka hapo? Nimeeleweka u... watu wana waganga wao nyuma ya ofisi, wanavaa suti, wana chumba chao wafungui linaingizwa jina tu, wanawaangalia, ana protection huyu, atalipa huyu. Nashangaa bwana mkopo wiki ijayo, nashangaa wanakurusha, kumbe washakuangalia hawawezi kupiga. Wako watu alikopa milioni mbili tu alikopa milioni mbili akauza nyumba ya milioni mia hapo Makonde, akaja kwangu baba, nikaambia hata ningekupa bilioni wewe, o, umefungwa. Kuna, kuna shehe pale katoka Komoro Ndo shehe wao wamempangishia nyumba, anaishi maisha mazuri, kazi ni wanaokwenda kuchukua mikopo.